Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku, leo Jumatatu, juma la 32, kipindi cha kawaida mwakache wa kanisa pia leo kanisa linaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Leo Mkuu, Papa na mwalimu wa Kanisa. Masomo ya leo: somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Hekima ya Sulemani sura ya kwanza, aya ya kwanza hadi ya saba, na somo la Injili linatoka katika Injili iliyoandikwa na Luka sura ya 17, aya ya kwanza hadi ya sita. Karibuni, tusikilize Injili ilivyoandikwa na Luka. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake. Ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusagia lifungwe shingoni mwake, akatupwa baharini kuliko kumkosesha mmojawapo wa wadogo hawa. Jilindeni. Kama ndugu yako akikosa, muonye; akitubu, msamehe. Na kama akikosa mara saba katika siku moja na kurudi kwako mara saba akisema nimetubu, msamehe. Mitume wakamwambia Bwana, tuongezee imani. Bwana akasema kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeuambia mkuyu huyu ng'oka, ukapandwe baharini, nao ungewatii neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Eh, wapendwa wa taifa la Mungu, leo katika somo la injili ya Luka tunatafakarishwa juu ya msamaha wa kweli kutuweka huru Tumesikia Yesu Kristo akiwaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja. Yaani sisi kama binadamu si rahisi kuishi maisha yetu ya kila siku bila kukoseana, na inapotokea ni muhimu kuweza kuwa tayari kuonyesha msamaha na kuwa tayari kusamehe. Wapendwa wa taifa la Mungu, msamaha wa kweli ni ule unaotolewa bila masharti Mfano, utakuta mtu anatoa msamaha akisema kuwa nimekusamehe, ila sijasahau ulivyonikosea. Waumini, Yesu anatualika kusamehe bila kuangalia ukubwa wa kosa au tulivyotendewa, na ndiyo maana Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi zote. Mungu anatusamehe sisi bila kuangalia ukubwa wa dhambi tulizotenda. Ndugu zangu katika Kristo, tusipokuwa na roho ya msamaha, tutaendeleza roho ya kisasi ambayo haitakiwi, kwani sisi ni wana wa Mungu na tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Tunaalikwa kusamehe bila kuangalia ukubwa wa kosa. Mkristo wa kweli ni yule aliyeonja msamaha wa Mungu na ndugu zake na yuko tayari kuwasamehe wenzake. Tukisamehe waliotukosea tunapata uponyaji wa ndani, tunakuwa na nguvu na hamasa ya kufanya kazi. Pia msamaha ni afya, kwani anayesamehe afungulii magonjwa. Wapendwa taifa la Mungu, msamaha sio kusahau, bali ni kumbukumbu isiyoamsha hisia mbaya. Msamaha sio kupuuza, yaani kuachana na jambo la zamani lililotokea Tukiumizwa hatuwezi kujifanya kwamba akijatokea chochote. Hivyo msamaha si kukataa kilichotokea wala kuhalalisha au kupunguza ukubwa wa madhara. Waumini, msamaha ni pande zote mbili, aliyekosewa na mkoseaji. Hivyo basi, mkoseaji ana wajibu wa kwenda kwa aliyemkosea na kutangaza na kumwomba msamaha. Pia tunajifunza kuwa msamaha si alama ya udhaifu, bali ni alama ya nguvu na ujasiri, kwa sababu mtu mwoga hawezi kusamehe, na ni vizuri kufahamu kuwa uwezo wa kusamehe hutoka ndani yetu. Taifa la Mungu, ni vizuri kufahamu kuwa msamaha sio njia ya mkato au wa siku moja, bali ni hatua ya kuweza kufikia mwisho. Hivyo kwa ujumla, msamaha ni kuachana na chuki, hasira na hata shauku ya kulipiza kisasi au kuweka kinyongo kwa waliotukosea. Kusamehe ni tendo la upendo, maana yake ni kuwapenda waliotuuzi bila kuwapa masharti, kama tunavyosoma katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 13 aya ya 5 na kama tunavyojitahidi kuwasamehe waliotukosea nasi, tunapaswa kujisamehe, hasa pale tuliposhindwa kupambana na vilema vya dhambi. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Maximilian Lelo wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari del Bufalo.